Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Usia wa, wa, bwana wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa wasalam kwa Imam Ali alaihi afdal salatu wassalam, anaendelea akimwambia ya Ali, ewe Ali, Ali. Wa alaika biljimai lailata ithnain, napaswa kujamiana wewe na mkeo usiku wa Jumatatu wa kuamkia Jumatatu, Jumapili kuamkia Jumatatu. Fa innahu in qudhiya bainakuma waladun yakunu hafidhan likitabillah, kwa sababu kwa tendo hilo mtakalolifanya usiku wa kuamkia Jumatatu, kama ikatungwa mimba akatengenezwa mtoto akizaliwa akikuwa, atakuwa ni mtoto mwenye kuhifadhi Qur'an, kuhifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa taala. radhian bima kasama Allahu 'azza wa jalla lahu atakuwa ni mwenye kuridhi kuridhika na kile alichokisikasimiwa na Mwenyezi Mungu Allah subhanahu wa taala kwa ajili yake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.